Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu leo siku ya Jumatano tarehe 15 mwezi wa kumi, juma la 28 mwaka chee, mwaka wa kanisa. Tafakari yetu ya leo inaongozwa na neno la Mungu kutoka injili ya Luka sura ya 11 aya 42 hadi 46 Karibuni tusikilize Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako e Bwana. Sura ya 11 aya ya 42 hadi ya 46. Yesu aliwaambia Mafarisayo, ole wenu Mafarisayo, kwa kuwa matoa zaka na mnanaa na mchicha na kila mboga, na huku mwaacha mambo ya adili na upendo wa Mungu. Iliwapasa kufanya hayo ya kwanza bila kuacha hayo ya pili. Ole wenu Mafarisayo, kwa kuwa mwapenda kuketi mbele katika masinagogi na kusalimiwa masokoni. Ole wenu kwa kuwa mmefanana na makaburi yasiyoonekana, ambayo watu wapitao juu yake hawana habari nayo. Mtu mmoja katika wanasheria akajibu akamwambia, Mwalimu, kwa kusema hayo umetushutumu sisi nasi akasema, nanyi wanasheria, ole wenu, kwa sababu kwa sababu mwa watwika watu mizigo isiyochukulika, wala ninyi wenyewe amwigusi mizigo hiyo hata kwa kimoja cha vidole vyenu. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristu. E, <clears throat> wapendwa taifa la Mungu, leo mama kanisa anafanya kumbukumbu -kumbu ya Mtakatifu Teresia wa Avila, bikira na mwalimu wa kanisa. Matendo ya huduma, huruma na fadhila kwa wanadamu yanapaswa kupewa kipaumbele katika maisha yanapolinganishwa na vitu kama desturi na mapokeo. Katika injili tunaona Mafarisayo na wanasheria wanafanya kinyume chake, na hapo ndipo tunamwona Yesu aliye mfalme wa haki na upendo na amani akiwakemea vikali kabisa. Mapokeo yanatupa namna nzuri ya kuwa karibu na Mungu endapo tu hayapingani endapo tu hayatapingana na sheria ya upendo. Leo Yesu anatukumbusha kuwa na upendo na maisha adilifu. Sisi tulio wafuasi wa Yesu hatuna budi kuishi vyema fadhila ya unyenyekevu huku tukitimiza wajibu wetu ipasavyo. Ndugu zangu katika Kristo, sisi sote ni viongozi katika wadhifa na nafasi mbalimbali mbali, katika jamii, katika familia zetu, katika kanisa na hata serikali. Hivyo tunaalikwa kuwa mfano bora wa kuigwa katika uongozi wetu ili wengine waweze kujifunza yale yaliyo mema kutoka kwetu, kama alivyofanya Mtakatifu Teresia wa Avila, ambaye kwa kweli aliwaongoza watu kwa maneno na matendo. Alikuwa kielelezo cha viongozi kweli, alikuwa mwalimu; yale aliowafundisha watu, yeye aliyaishi kwanza. Kwa maombezi ya Mtakatifu Teresia wa Avila, bikira na mwalimu wa Kanisa, tumwombe Mungu atujalie hekima ya kutumia vizuri desturi na mapokeo yetu bila kupingana na upendo wa Mungu. Tumwombe Mungu atujalie hekima ya kutumia desturi na mapokeo yetu bila kupingana na mapenzi ya Mungu bila kupingana na mpango wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeandaliwa nami Shemasi Deodati Zawadi Njau.